Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kusiki, kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatia mafundisho ambayo na posti kwenye channel yangu ya YouTube. Na Roho Mtakatifu akakuhudumie kwenye mafundisho haya. Channel yangu ya YouTube kaendelee kufanyika baraka kwako katika jina la Yesu. Nakumbuka kuendelea kupata mafundisho ambayo yote ambayo na posti kwenye channel yangu ya YouTube. Basi usisahau kusubscribe, lakini pia ili kuendelea kusambaza maarifa haya kile ambacho umejifunza kama kimefanyika baraka kwako, basi usisahau kuwashirikisha watu wengine, usisahau kushare. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Leo tunakwenda kujifunza kile ujumbe, tunasema shida ya walokole, shida kubwa ya watu waliookoka, shida kubwa ya waliookoka, shida kubwa ya watu waliookoka au shida kubwa ya waamini. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya, mafundisho yakafanyika msaada wa kwako katika jina la Yesu. kila mahali kuna waamini wengi ambao wamekwama kwenye maeneo mengi, wamekwama kwenye maeneo mengi, na hawezi kukwama bila sababu, manake kuna sababu ina ina kuna sababu sababu inayopelekea wakwama. Sasa shida kubwa ya watu waamini wengi ni nini? Na ndicho ambacho tunakwenda kujifunza kwenye mafundisho haya, na Roho Mtakatifu akakuhudumia na akakupe neema kuchukua hatua, akachukua neema kuchukua hatua ili usiendelee kuteseka kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Shida kubwa ya watu wengi waliokoka ni ujinga. Walokole wengi, waamini wengi hawana maarifa sahihi juu ya Mungu aliye naye, haumjui vizuri Mungu aliye naye. Maandiko kwenye Ayubu asemwa kama mjue sana Mungu ili uwe na amani, na ndivyo mema atakavyokwenda kwa kujilia lakini waamini wengi hawajamjua huyo Mungu vizuri, hajamjua huyo Mungu vizuri. Kwa shida kubwa ambayo inapelekea watu wengi watakatifu wengi kuteseka kwenye maeneo mengi, ni kwa sababu ya ujinga walionao, ni kwa sababu ya kutokumjua huyo Mungu vizuri, ni kwa sababu ya kutokujua, ni kwa sababu ya kutojitambua, kuto kwamba wao ni watu wa namna gani. Ndio maana Hosea 6 anasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kwa kwa kukosa maarifa My people perish for lack of knowledge. Watu wangu wanangamizwa kwa kukosa maarifa. Lakini pia tunaposoma kwenye Wafilipi, kwenye Wagalatia niko nasema kwamba mrithi anapokuwa mtoto mchanga hana tofauti na mtu ingawa ni bwana yoyote, kwamba huyu mtu ni mrithi, ni mrithi wa kila kitu, ni mrithi wa mali nyingi, lakini kwa sababu bado mtoto mchanga kwenye akili zao, kwa sababu akili yake haijapevuka bado kwa sababu hajamjua baba yake vizuri, kwa sababu hajakomaa, basi hata ataishi maisha kama mtumwa, ingawa kila kitu ni cha kwake. Mrithi anapokuwa mtoto mchanga hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Na hajalishi atakaa kwenye hiyo hali ya utoto kwa muda gani, hata, hata kama maisha yake yote ataishi kwenye hiyo hali ya utoto, ya u, ya uchanga uchanga hatuzungumzii umri. Uchanga tunazungumzia kwa habari ya mambo ya roho. Mtu anaweza kuwa ni mzee na miaka hamsini lakini spiritual kwe, kwenye mambo ya kiroho ni kama vile bado anavaa nepi bado anavaa nepi. Ko shida kubwa ya waamini wengi, shida kubwa ya watu wengi waliookoka ni ujinga, ni kutokujua, ni kutojitambua. Kutokujua Mungu huyu aliye naye ni Mungu wa namna gani. Na ndio maana hawana amani. Na ndio maana hawafurahi. Msamjue sana Mungu ili uwe na amani, na ndivyo mema atakavyokujiria. Yohana 8:32 anasema mtaifahamu nani, mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itaweka uhuru. Itaweka uhuru. Watu wengi wamii hawana maarifa ya kutosha juu ya kile wanachokiamini, juu ya Mungu aliyenaye, juu ya Mungu aliyenaye ambaye ni mzuri mzuri kuliko baba yoyote yule wa duniani. Na sisemi kwamba hutapita changamoto kwa, huta kwa sababu maisha yako katika hatua na Mungu, uko very smart. Wakati mwingine anatutengeneza kabla ya kutupeleka kwenye hatua fulani, na bila tutengeneze tunaweza tukapita changamoto, lakini hizo changamoto zinalenga zina, zina, zina kutufanya tuwe wazuri zaidi, kwa ajili ya kutuandaa mambo, kutuandaa kwa ajili ya mambo makubwa yaliyopo mbele yetu. Maana maandiko pia anasema kwamba mafanikio kwa mpumbavu yatamwangamiza. Ukipata mafanikio alafu ni mpumbavu, huna maarifa ya kutosha, hayo mafanikio yatakuangamiza. Mafanikio yatakuangamiza. Kwa shida kubwa ya watu waamini wengi, watu wengi waliokoka, ni ujinga wao, ni kwa sababu ya kuto kujua, ni kwa sababu ya kuto kujitambua, na ndicho kinachopelekea shetani anawapiga danadana dana. Hosea ni sita, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Mtu kama ajue, huwezi kumzuia kutembea gizani. Watu mtu yote ambaye hajua anatembea gizani. Ndio maana kwenye Zaburi 82 tano mpaka sasa hawajua wala hawafahamu, anatembea gizani. Lakini mimi nimesema ndinyi miungu na wana wale juu, lakini mtakufa kama wanadamu, mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Kwa mtu aliyeokoka ni zaidi ya mwanadamu, hatakiwi kuwa kuanguka kama wakuu wengine ambao hawajaokoka, lakini kwa sababu ya kutojitambua, kwa sababu ya kutokujua kwa sababu ya ujinga ataonekana sawa tu na watu wengine lakini, wewe kama umeokoka, you are unique you are special. Wewe sio mtu wa kawaida, Mungu anakuona kwamba si sawa tu na Gideon. Anasema kwamba malaika anamuona kwamba ye ni shujaa, afu Gideon yeye anajiangalia kwa jinsi ya, ya kibinadamu, anaangalia ukoo wake jinsi ulivyo mdogo, ukoo wako ulivyo maskini lakini malaika anasema kwamba inuka, wewe shujaa, maana wewe ndio utakayeokoa utakayeliokoa taifa la Israeli na hawa Midiani, lakini leye alikuwa anajiona kwamba yeye hana kitu, na Mungu anasema kwamba namuona shujaa kwamba kwa shuja. wewe kwa kwa utapiga hawa Midiani kama mtu mmoja. Ndugu, wekeza katika kutafuta maarifa, utafahamu kweli nayo kweli itaweka huru. Soma man, an, neno la Mungu Soma vitabu vya utumishi wa Mungu, soma vitabu vya utumishi wa Mungu, uwe na maarifa ya kutosha, uwe na maarifa ya kutosha, ili adui asipate nafasi ya kukunyanyasa. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Buka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Usisahau kusubscribe, ukisubscribe mafundisho yote ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, channel yangu ya YouTube utayapata kini. Kama unabarikiwa na mafundisho haya usisahau kuwasherekesha wale unaowapenda usisahau, usisahau kushare kwa wale unaowapenda. Unaweza ka like, unaweza ka comment. Mungu akubariki katika jina la Yesu.